Nimekuambia mimba hiyo lazima utoe. Vizuri. Achana nami basi. Hebu hebu shuka hapa niachie kwanza. kwani kuna nini hapa mimi nashindwa kuelewa jamani? Twende kwenye pointi jamani. Sisi tumeshindwa na nini? twos, oh, Nin, ah, nini? nini, nini, nini, nini. Genin, Kwanza ganda we ganduka eh? <coughs> unipe imani unipe na moyo wa kufanya chumbani wakiwa wawili Sikilize, wewe mwanamke, sawa, wewe unanielewa ninachoongea? si unanielewa vizuri? Nimekwambia mimi sihitaji mimba humu, mimba sihitaji humu ndani mwangu, mimba lazima utoe. Nisikilize, wanawake wenzio wanatumia akili sawa kwenye hili, lakini wewe, hatujakaa kukubaliana kwamba ubebe ujauzito, lakini wewe unakuupuka tu unashika mimba. We ni mwanamke tu, mimi ndo nimekuoa. Nimesema mimba mimi sihitaji, nataka utoe mimba, si unanielewa vizuri? <coughs>

mtoto. Ndokitoneleta humo ndani. Siku zote kwenye maisha fulani ya ndoa ni mtoto. Wewe mwanaume gani unataka mtoto? Wewe unashinda kukula hivi una utimamu wewe mwanaume ume wewe. Wewe aina gani? Yaani wenzangu wote tuliolewa mwaka mmoja kwenye ndoa sasa hizo wamepakata watoto. Kwa nini mimi? Hivi unahisi misi yako yumo mitaani. Unahisi siongelee vibaya yumo mitaani. Watu wanaiona mimi mgumba labda. Sina uzazi lakini tatizo unalo wewe. Hmm? Kwa nini utaki mtoto? Na, yali nisikiliza kitu kimoja. Hizo tabia zako za umetoka, umerudi humu ndani eti umechoka. Sizitaki. Zimenichosha. Naomba unielewe. Nataka mtoto wee mwanaume. Unanipiga mimi? Kupiga ndio. Na sija kupiga kwa kupenda. Nimekupiga kwa uchungu. Naumia mume wangu. Kwa nini wenzangu wote wana watoto, mimi sina? Nimekuja kula humu ndani. Au umeamua kunioa ili uniweke pambo uonekane tu fulani ana mwanamke? Nisikilize. Naongea kwa mara ya mwisho. Nataka mtoto. Umeshindwa, nirudishe kwetu. Sasa wewe si umeshindwa. Naomba nitafutie mwanaume mwenzio ambaye anaweza kuja humu ndani humu, kwenye kitanda tunacholala mimi na wewe, aje anipe huo ujauzito alafu, hapo sasa atakuwa ndio mtoto wako halali, maana wewe naona umeshindwa. Hivi na adabu wewe, unakielewa unachoongea? Nisikilize, hichi kibao ulichonipiga hakijaniuma kama maumivu yanayoniuma ya kukosa mtoto. zote mkulima asilijali shamba lake, basi wale vibaraka walioweka shamba ndo wanalihudumia shamba kwa sababu wao ndo wanaujua umuhimu wa yale mazao kuna adabu <tis> Shemeji, hayo ni mambo ya kizamani kukaa na kumpigapiga mwanamke hmm. ina maana ugomvi wenu mnashindwa kumalizia ndani mpaka mtoke nje, unatutia aibu wanaume wenzio. Kwani tatizo ni nini mpaka mnafikia hatua ya kugombana? Bwana shemeji, mimi na mke wangu tuna matatizo kidogo. Ananiforce tupate mtoto na muda. We, we, we, we, muda tuliokubaliana bado hujafika. Muda muda gani? muda upi? mida tulikubaliana, muda baba anataka mtoto. Ah, ah, dada subilia bwana shemeji, ina maana kumbe ugomvi mzima, shida hapa ni mtoto. Sasa shemeji, wewe unaonaje kwamba mke wako anahitaji mtoto, wewe unasema muda bado. Hivi k unachokiongea, unakiona upo sahihi? Umeniona mimi, sisi wanzio karibu tunaanza kliniki ya sasa hivi eh? Sasa wewe unachokataa kupata mtoto kwa wakati ni nini, au shida nini, bwana shemeji? au wewe unaonaje? Sasa hivi huko mtaani kuna vijana wale wanaitwa mabarobaro, vijana mashababi wapo huko wengi tu, yani hawana kazi eh? Sasa kama inawezekana, unamchukua hata huyu mmoja, bwana shemeji, nakwambia, yani wewe utafurahi. Unamchukua unakuja naye ndani hapa kwa mkeo, sio? Unaelewa vizuri, bwana shemeji wangu, yani mbona kila kitu kinakuwa sawa, anampa mimba siku hii, siku moja tu

Tuna muda mrefu sana mimi na ndugu yako atuelewane. Nimejaribu kumbembeleza lakini ameshindwa kabisa kunielewa, na mpaka sasa naona muda unazidi kwenda. Kwa hiyo shemeji, naomba unisaidie kwa hilo, maana mi ndugu yako bado nampenda sana na sitaki kumpoteza. Naomba unisaidie hilo, shemeji. Ah, kwanza pole sana shemeji yangu Ma kwaojitokeza lakini, mi nakusii tu kwamba usikate tamaa. Unajua sana sisi wanaume tuna panic yani, na tunapokuwa kwenye changamoto zile za utafutaji wa maisha, lakini usiwaze, mi nitaongea naye nitamweka sawa sawa. So kifupi tu mimi shemeji yangu na mudu, lakini usikate tamaa tu kaanzisha mahusiano mengine, sioapara kingine yani nitakaa naye tu fresh, nitaongea naye kila kitu, kitakaa sawa sawa. Shemeji, nashukuru kwa hilo. Haya bwana shemeji yangu, mi naenda. Shemeji, haya. Shemeji, nimeona ikwetee beseni mpenzi wangu kwa maandalizi ya kiumbe changu cha tumboni, kwa sababu kipato changu mimi cha kuungaunga, nikisema vyote kwa mpigo sitoviweza. Mama, nakomba kupokea Naya, nakupenda sana mpenzi wangu, na kiumbe changu tumboni nakipenda pia. Beseni ni zuri, nimelipenda asante. Lakini ujauzito haujawa hata na miezi mitatu, leo unaniletea beseni kwa nini? Jinsi unavyojua maisha yangu ya kuungaunga Nianze na kimoja, vingine vitafata. Mpaka miezi tisa najua nishatimiza vyote haya hey. Asante mpenzi wangu kichupa, lakini yule jamaa kule nyumbani tamwambia nini ili beseni nimelitoa wapi? Boya kama yule unashindwa kumwongopea? Nimekopa kwa uza vyombo Unawaza nini? eh, ila kweli. Ndio maana nakupenda kichupa mpenzi wangu. Wewe eh. Asante sana kunipa hiyo idea. i kila napoka, nafiki, na kufikiria wewe tu nini ndani ya maisha yangu yote mm -hmm. Sitosema mengi ila Mungu ndio anaye jua tu kilichoko moyoni mwako. Serewi, nifanyi nini juu yako? Nakupenda selewi, nifanyi nini? hujaolewa

<laughs> na kiumbe changu ah. Kakaboko maa nyumbani huko, hebu achana naye, focus na mimi bana, hata ibilisi chana naye <coughs>